Hello. Karibu Elimika, na tunakuletea update nyingine ya tangazo la uzi wa uteuzi wa wasimamizi wapiga kura pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura na wakarani waongozaji wapiga kura kutoka Jimbo la Moshi Mjini. Katika tangazo hili utakwenda kuangalia orodha ya majina ya wale wote waliochaguliwa kutoka katika hizo nafasi tatu kushiriki mafunzo mafupi kabla ya kwenda kutekeleza ama kusimamia zoezi zima la uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano, tarehe ishirini na tisa mwezi huu Oktoba, kama tunavyoona tangazo linasema kwa mujibu wa kanuni ya kumi moja ya kanuni ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2025, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Moshi mjini amewateua wasimamizi wa vituo vya kupiga kura, wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura, na makarani wa uongozaji wa kupiga kura. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya kumi na mbili mbili ya kanuni ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Moshi mjini anawakaribisha wasimamizi wa vituo wasimamizi wasaidizi wa vituo na makarani wa uongozaji wapiga kura katika mafunzo. Mafunzo yatafanyika katika Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi ama kinafahamika kuanzia tarehe 25 hadi tarehe ishirini na saba Oktoba kwa ratiba ifuatayo: moja. makarani waongozaji wapiga kura watakuwa na mafunzo ya siku moja yatakayofanyika tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa moja kamili asubuhi katika ukumbi za chuo cha ushirika Moshi. mbili. ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa saidizi wa vituo vya kupigia kura watakuwa na mafunzo tarehe ishirini na sita hadi tarehe 27 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa moja asubuhi katika kumbi za chuo kikuu cha ushirika Moshi na Mamoko, kama tunavyoona. Baada ya hapo, hii ni listi ya majina ya waliochaguliwa za kuirotate hii tuione vizuri mm. Hii ndio listi ya majina ya waliochaguliwa kushiriki mafunzo. Hawa ni wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Sasa kupata PDF hii usisite Uh, kutembelea katika uwanja wa comment, tutakuwekea linki ya kwenda kudownload PDF hii ya majina ya wale wote ulio kushiriki mafunzo Moshi Mjini. PDF yenye majina mengi kama tunavyoona, haya yote ni majina ya wale wote walioitwa kwenye mafunzo. Kwa hiyo tukumbushe tena, usisahau kusubscribe Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine, ili kuweza kupata notification ya kile ambacho tumekiposti basi utakapo subscribe, so, utakuwa kwanza kupata ujumbe.